Rais wa Kenya William Ruto ametumia sauti ya maridhiano kuwasii waandamanaji kutodhoofisha amani ya taifa, huku maandamano ya nchi nzima yakiendelea kushika kasi, na baadhi ya vijana wakitishia kuelekea makazi rasmi ya rais jijini Nairobi wakishinikiza ajiuzuru. Akizungumza akiwa kaunti ya Kilifi wakati wa hafla ya mazishi rais Ruto amesema na mnukuu, hii ni nchi yetu na tunapaswa kuilinda, ni lazima tuendeshe mambo yetu kwa kuzingatia sheria. Maandamano hayapaswi kuwa chanzo cha kuvuruga utulivu wa taifa, mwisho wa kumnukuu. Rais huyo ambaye hakuwa jijini Nairobi wakati maandamano yanaendelea, alikumbusha kuwa Kenya aina nchi mbadala endapo amani itavurugika, na mnukuu tena, hatuna nchi nyingine ya kwenda. Mambo yanapoharibika, ni jukumu letu sote kulinda amani ya nchi yetu. Mwisho wa kumnukuu, amesitiza rais William Ruto. Maandamano haya yanayoendeshwa kwa nguvu kubwa na vijana wa kizazi kipya Jenzii yamezua taaruki kubwa kwa serikali, huku mitandao ya kijamii ikifurika kauli za kusisitiza kwamba wanakwenda Ikulu kuwasilisha kilio chao kuhusu hali ya maisha, kodi, ukosefu wa ajira na ufisadi. Wito wa rais Ruto wa amani unakuja wakati ambapo presha dhidi ya utawala wake imeongezeka, huku wananchi wengi wakihitaji mabadiliko ya haraka kwenye sera za kiuchumi na kijamii. Hadi sasa serikali haijatangaza hatua zozote mpya za kisera au maridhiano rasmi kufuatia maandamano yanayozidi kuenea sehemu mbalimbali za nchi.